Ni chata, ni chata. Karibu katika Daily na Mimi TZ leo, tunakupeleka kwenye hadithi ya ajabu yenye kuvutia na ya kusisimua kuhusu mojawapo ya makabila ya kipekee kabisa barani Afrika, kabila la Wahadzabe. Je, uko tayari kusikia mambo yasiyosikika kila siku? Basi tuanze safari hii ya kipekee hadi maeneo ya milima ya Iasi ambako historia na maisha yanavutia zaidi ya uigizaji wa sinema Bongo. Kabila la Wahadzabe, watu wa mwisho wa maisha ya uwindaji wa asili. Wahadzabe ni jamii ndogo sana inayopatikana katika maeneo ya karibu na Ziwa Iasi, mkoa wa Arusha na Manyara, kaskazini mwa Tanzania. Kinachowafanya wawe wa kipekee si tu lugha yao ya pekee, bali pia namna yao ya maisha ambayo haijabadilika kwa zaidi ya miaka elfu kumi. Wahadzabe ni kati ya makabila ya mwisho duniani wanaoishi maisha ya uwindaji na ukusanyaji kama ilivyokuwa enzi za mababu wetu wa kale. Aa, maisha yao ni kama kurasa hai za historia. Fikiria watu wanaoamka kila siku bila simu, bila umeme, bila mashine za kisasa, bali huamka wakitegemea silaha za asili, upinde na mshale. Wanaume huondoka mapema asubuhi kwenda kuwinda ndege pori, swala na hata nyani. Wanawake kwa upande mwingine hujishughulisha na kuvuna mizizi, matundo ya porini, uyoga na asali. Ndio, asali. Wahadzabe ni wataalamu wa kutafuta asali ya asili porini bila GPS wala teknolojia yoyote. Wanaitafuta kwa kushirikiana na ndege maalum wa mwituni aitwaye Honey Guide, ambaye huwasindikiza hadi kwenye mashimo ya nyuki. Ni ushirikiano wa asili unaovutia kweli. Seto: lugha yao sauti kama za vishindo vya mdomoni. Wahadzabe wanazungumza lugha ya kipekee kabisa ambayo inajumuisha mlio wa clicks kama vile tsktsk -tsk, mlio wa ulimi kugonga kwenye kaka. Lugha hii haina maandishi na hayusiani moja kwa moja na Kiswahili wala lugha yoyote ya Kibantu. Wataalam wa lugha wanasema ni lugha ya kale zaidi ambayo bado inazungumzwa hadi leo. Hii ni hazina ya urithi wa mwanadamu. Mafunzo ya watoto wao ni tofauti kabisa. Watoto wa Wahadzabe hawafundishwi kwa vitabu wala madarasa, bali kwa vitendo. Mtoto wa kiume anaweza kufuata baba yake kuunda akiwa na umri wa miaka mitano tu. Anafundishwa kusoma alama za mguu ardhini, kutambua wanyama kwa harufu na kutumia mishale yenye sumu ya asili. Hii ni shule ya maisha isiyopatikana popote duniani. Ba hawamiliki mali, maisha yao ni ya usawa wa kipekee. Wahadzabe hawaamini katika umiliki wa ardhi au nyumba ya kudumu. Wanahamahama kulingana na msimu na upatikanaji wa chakula. Hakuna mtu, mtu aliye juu ya mwingine. Hakuna mtu tajiri wala maskini. Hakuna viongozi wa kisiasa. Ni jamii ya usawa wa kweli, ndoto ya wengi duniani, ambayo wao wanaishi kwa vitendo. Hekima za ajabu: kuishi bila mgogoro. Je, unajua wahadzabe hawajui maana ya gereza? Katika jamii yao migogoro hutatuliwa kwa mazungumzo ya amani na kutengwa kijamii kwa muda. Wao umoja na mshikamano wa kikundi ni muhimu kuliko kiburi cha mtu binafsi. Hii ni hekima ya l ambayo dunia ya sasa inaweza kujifunza kutoka kwao. Pipuri: Wahadzabe na changamoto za dunia ya sasa. Pamoja na maisha yao ya kuvutia, wahadzabe wanakabiliwa na changamoto nyingi: kupotea kwa maeneo ya porini, kuingiliwa na makabila mengine, na mabadiliko ya tabarisha yanayotisha maisha yao ya jadi. Wengine wameanza kuathirika na mtindo wa maisha ya kisasa, lakini bado wapo wanaojitahidi kulinda tamaduni zao kwa gharama yoyote ile. Fahari, urithi wa ajabu tunaopaswa kuutunza. Na hapo ndipo hadithi yetu ya leo inapoishia, lakini kumbuka, kila siku tuna kitu kipya na cha kusisimua hapa kwenye Daily na Mimi TZ. Ikiwa umependezwa na makala hii, usisahau ku like ku comment na zaidi ya yote subscribe kwenye chaneli yetu, kwa habari zaidi za kipekee kama hii. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na moyo wa kujifunza na kutazama dunia kwa macho mapya. <coughs>